Yes, habari uh, tena kwa mara nyingine tumepata nafasi uh, kufanya mahojiano, na ya kufanya mahojiano na wadau mbalimbali kuhusu masuala ya rushwa. Kwa kwa hiyo watajitambulisha zaidi lakini pia tutasikia mengi kutoka kwao. Mheshimiwa, karibu ana uh, nashukuru sana kwa nafasi hii. Nashukuru sana wazee wangu. Leo tuko hapa kata ya Mbagala, wilaya ya Temeke. Tumekutana na, na wazee wa busara wakiwa na vijana kwenye kijuo cha kahawa mekuja kutoa maoni na kutoa elimu ya rushwa. o tuko hapa mbele yenu kusikiliza maoni na ma maoni yenu kwa ujumla kuhusu masuala mazima ya rushwa, changamoto zinazowakumba na nini kifanyike kuhusu rushwa. Nawakaribisha sana, jisikie huru, nasikiliza mawazo yenu ili tuyafanyie kazi, kwa sababu rushwa ni adui wa haki, rushwa inaondoa maendeleo, rushwa inafanya sisi haki zetu zipindishwe. Kwa hiyo tunawaomba sana muwe huru, mfunguke muweze kupokea elimu hii na kutoa mawazo yenu kwa ujumla. Nawakaribisha sana. Naitwa Njombe, mkazi wa Mbagala. Mkazi wa Mbagala, unajishughulisha na nini? Mjasiria mali mdogo. Haya, hongera sana. Ukisikia rushwa unaelewa nini katika jamii ya kawaida? Rushwa ni makubaliano ya mapato ambayo hayana hayana hayana nani, hayana sheria hayana sheria. Ni kwamba mtu amefika anataka kupata huduma, badala yake unamwambia kwamba huduma hii ni milioni tano, lakini kama utatoa milioni tatu, lakini na sio katupa laki tatu, basi nafikiri tutakuwa tumeshapunguza na nini. Sasa hiyo tayari imeshatengenezwa rushwa, kwa sababu imesababisha kuwa na valu kubwa ya mapato, lakini hatima yake imekuja kukuta ni me mpaka umefikia laki milioni tatu. Sawa, asante sana hmm. Mzee wangu karibu sana. Unaelewa nini ukisikia neno rushwa katika jamii ya kawaida? Ah, ninachoelewa rushwa ni kwamba unatoa haki si sehemu sahihi. Yaani unachokitoa sehemu sio sahihi, haikuruhusiwa kutoa, unatoa haki sio sehemu sahihi, inaitwa ni rushwa. Kwa sababu unatoa kitu usichotarajia kutoa kwa sababu ya huduma fulani. Yaani unanunua haki yako ya msingi, basi isipopaswa kununuliwa. Sawa sawa. Yeah. Namkaribisha mzee wangu. Asante, naomba yeah. Mkaribishe mzee wangu hapa. Mzee wangu, habari ya saizi? Ah, habari ya saizi ni njema. Sawa. shikamo. Marahaba. Ukisikia rushwa unasikia ina madhara gani katika jamii yetu? Ah, nikisikia rushwa, yeah. Rushwa ni adui wa haki. Sawa. Na mtu kama ana anapokea rushwa, anaweka vizingiti vya mtu kupata haki yake ili mtu aweze kupata haki yake anayostahili, lazima atoe kichoto. Kwa hiyo rushwa inaondoa haki, rushwa inaondoa haki. Asante sana mzee, karibu sana asante. Eh, swambie ni unaitwa nani, jina lako, na madhara gani ya rushwa? Eh, mimi naitwa Alfani <laughs> navyofahamu, rushwa rushwa ni kizuizi kinachomfanya mtu asiende kupata haki yake. Kwa hiyo unampa mtu kitu ili amzuie Will, yule mtu kupata nini, haki yake. Kwa hiyo ndivyo ninavyofahamu mimi. Nashukuru sana, kwa hiyo rushwa ni kikwazo. Kaka, karibu sana, twambie ni unaitwa nani, jina lako na tukio gani la rushwa uliowahi kukumbana nalo kwenye mazingira kawaida ya kawaida ya kila siku? Kwa jina anaitwa Musa, lakini katika kutazama mlango huu wa rushwa rushwa inayo milango mingi, hususan kwamba mlango wa kwanza kwanza, inawezekana mtu akaijulisha ile rushwa. Pengine labda unakwenda kuomba kazi sehemu, sasa ili upate ile kazi unatoa kiasi fulani kwa ajili ya kupata ile kazi. Kwa hiyo kwa kiufupi, mimi ninavyojua rushwa zinaweza kuwa katika mazingira hayo. Sawa, so, ni mfano gani hasa uliowahi kukutana nao ukaona kwamba kabisa hapa umedaiwa rushwa au hapa rushwa imetokea au imetendeka? Yes, ni kwamba hata katika baadhi ya maofisi mbalimbali mbali, eh, pengine unaenda unaapply kazi baada ya kwenda kuapply kazi unaambiwa uh, ili uweze kupata hii kazi labda toa kiasi fulani, alafu ndio, and then upate nini, kazi. Kwa hiyo mmoja, hii najua rushwa. Nashukuru sana kwa maoni yako kaka, karibu sana. Ndio, meshimiwa bwana, rushwa kiupana kabisa ni swala refu. Kama alivyosema kaka hapa, rushwa inaingia katika sehemu mbalimbali, ila tukika katika tafsiri tafsiri sahihi ya rushwa, rushwa ni ile hongo inayotolewa ili mtu apate kitu cha ziada. Sindio, ndiyo, ndiyo. Yani inabidi wewe hapo ili upate huduma inabidi labda utoe, unaenda hospitali unaumwa, sindio, ndiyo, inabidi utibiwe labda kwa shilingi elfu thelathini. Lakini pale kuna foleni, watu wengi wamepanga foleni na labda umechelewa kufika. Daktari anakuambia bwana, ili mimi nikutibu haraka haraka hapa unanipe elfu hamsini hapo, ishirini ya kwake, thelathini ya nini? Kwa hiyo sasa nakuta rushwa kwa maana yao katika sehemu mbalimbali katika upande wa afya siasa upande wa kijamii na kadhalika. Kwa hiyo rushwa ni kitu ambacho akievukiki. Nashukuru sana kaka eh, na namkaribisha mzee wangu hapo. Mzee karibu sana mzee, tungependa kujua nini kifanyike ili tuwe mbali na hivi vitendo vya rushwa, au ili rushwa ipungue katika jamii. Jamii tufanye nini, wazee? kwa jina naitwa Mustafa Haruna ndio mkaji wa Mbagala ndio. <laughs> Km hapa kusikia tuko Mbagala, lakini Mbagala ina maeneo mengi. Kuna Mbagala Kipati, kuna Mbagala rangi tatu, kuna Mbagala kibonde macho. Sasa hapa tuko rasmi kwanza ndio kwamba tuko Mbagala Zakhem. Nikizungumza kuhusu masuala ya rushwa, rushwa ina sehemu mbili, si kudhulumiwa tu Rushwa, unaweza kutoa rushwa kwa ajili ya kupata haki yako ambayo ni msingi kuipata kabila kwa nini chochote, ima lakini kuipata haki ile ni mpaka utoe nini, rushwa. Ima rushwa unaweza ukatoa kwa kununua haki ambayo si stahiki yako, ukaifoji, ukailazimisha kukutumia nini, pesa kiasi kwamba unapoitoa unakuwa mdhulumu nani, mtu mwingine mimi kwa uelewa wangu mdogo rushwa naielewa hivyo, lakini kwa mapara zaidi, kama kuna kuendelea, maana nao imokini kwa mkato mkato. Sasa bisho siwezi kuzidisha hapo, labda huenda kuna maswali mengine mbele yanakuja katika kuchanganua nini zaidi nini rushwa, lakini rushwa kiufupi ni imeganyika mfanizi, ima upate haki yako kwa kutoa rushwa, ima udhulumu haki ya mwenzako kwa kuitoa nini rushwa tunashukuru sana mzee. Um, naona mzee yetu hapa ameelezea kiutaalamu mzee. Ndio ameelezea Mbagala vizuri. Ndio ndio. Sasa, Mheshimiwa huu ni ni regional commission, tunasema ni nani? Na mimi ni balozi wa sauti ya pinga rushwa yeah. Yeah. E, niko hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya kuhusu rushwa. Nashukuru sana wazee wangu mmeweza kutoa mawazo yenu, maoni na changamoto mlizowahi kukumbana nazo. Ila sasa hapa kwa ufupi zaidi naomba niwapa summary kuhusu rushwa kulingana na mawazo yenu na jinsi sheria inavyoiongelea kuhusu rushwa. Kwanza, rushwa ni matumizi mabaya ya madaraka au nafasi uliyopewa kwa ajili ya mamlaka au kwa ajili ya maslahi binafsi ya mw. Unakuta mtu ana nafasi au ana cheo au amepewa mamlaka fulani, anashindwa kuyatumia ipasavyo, anayatumia kwa ajili ya maslahi yake binafsi, hiyo ndio rushwa. Rushwa imegawanyika katika maeneo makuu matatu. Kuna rushwa ya maneno, mtu anaweza kupa rushwa y kupitia maneno. Kuna rushwa ya ngono, mtu anaweza kupa rushwa kupitia ngono kwa watoto wa kike, sasa hivi hadi kwa watoto wa kiume kuna rushwa ya pesa au mali. Mtu anaweza akakupa pesa kiasi fulani, au akakupa shamba au akakupa mali fulani, kwamba nifanyie kitu fulani, nitakufanyia hivi, niletee wafuasi, nitakufanyia hivi, mwenyekiti labda nipindishie sheria, nitakufanyia hiki, au labda barabarani naweza kukumbana na trafiki huko kinyume cha sheria. Rafiki anakuambia usilipie kwenye mfumo elfu hamsini ni, nipe mimi elfu kumi ili hapa upite, hiyo tayari ni nini? Ni rushwa. Au unaweza kaenda hospitali, mfika hospitali, baada ya kupewa huduma stahiki, sasa anakwambia toa hela fulani ili uhudumiwe haraka, hiyo ndiyo rushwa. Tunaongelea madhara ya rushwa. Sasa rushwa ina madhara mengi tofauti tofauti, kama alivyoongea kaka, kuna unaweza kaenda kuomba kazi wakakudai rushwa na ukatoa hiyo rushwa na bado kazi usipati. Rushwa inasababisha moja kwa moja umaskini, kwa sababu unakuta mtu anaomba kazi ya laki moja anaonga elfu hamsini mwisho wa siku kazi hapati na elfu hamsini yake imeenda inamsababishia nini? Umasikini. Pili, inaondoa haki, kwa sababu nakuta mtu yule mwenye haki usika apati haki ya yake, kwa sababu mtu asiye stahili kupata haki anapata haki, kwa sababu ametoa era, ametoa ongo, ametoa chochote kitu, au labda wanajuana ile, ana connection na mtu. Kwa hiyo rushwa inaondoa haki, inatuondolea sisi kupata viongozi walio sahihi, viongozi walio bora, viongozi walio waadilifu inakwamisha miundombinu ya maendeleo, barabara hapa serikali za mitaa, masoko kuendelea kujengwa zere. Tunavyozidi kutoa rushwa umu kwenye mitaa yetu, serikalini, barabarani, tunazidi kuhamisha maendeleo na na miundombinu yetu sisi sisi binafsi wenyewe. Sasa, mimi hapa na swali, mheshimiwa kaka. Unajua ukisema swala la rushwa bwana. Unajua kabisa rushwa ni jambo ambalo limeshamili sana katika jamii jamii zetu za Tanzania. Unadhani nini? Nini nini? au kwa wazee na na si ndio, ndio, kifanyike ili rushwa rushwa rushwa rushwa. Tunaona kabisa kabisa, kabisa, kabisa inaanzia juu. Yaani kuna kuna utanao unaona kona kona. Hii ni nini? Ni rushwa hapa zimefanyika. Sawa. Nini kifanyike ili tuweze kuzuia hii rushwa? Sawa. Mimi nadhani tungepata mazo kila mmoja mmoja mmoja mmoja mmoja mmoja, pia ungepata mazo kila na mmoja mmoja. Mimi nafikiria kuhusiana na swala hili la rushwa kwa sababu imekuwa imeshamili Tanzania wadogo, wakubwa, watu wa kati na zaidi juu. Nilikuwa nafikiria kuhusiana na rushwa kwa sababu rushwa iko nje kisheria, maana kwamba uh, serikali itazame. Sawa, sababu watu wanaumia eh. Uh, uh, mfano wake ni kama tulivyozungumza kwamba ina inarudisha nyuma maendeleo, wananchi wanaumia, wanasongeka sana eh. Uh, mfano mimi sina hata pesa kidogo, lakini unakwenda mahala, unaambia nataka kazi, unaambia toa hela tena. Sasa vipi nitaperform kwenda mbele? Kwayo, badon, tastay, kwa hiyo bado nitastay same ile ndio lakini, by the way, unakwenda katika baadhi ya vijisehemu hivi na hivi. Kwayo, mincho, kwa hiyo nilichokuwa nafikiria kitu kizuri zaidi serikali ingelitolea macho ili sawa, kila kitu kinawezekana kwa wakati, bali na serikali ndio yenye nguvu ikilisimamia hili, kila jambo tutakaa sawa, hiyo mm. mm. ingekuwa sawa mm. maoni yangu ya rushwa katika nchi ya Tanzania kwanza, swala la rushwa liwe la kikatiba kwa sababu ukiweka sheria iliyo ngumu hata mla rushwa anaweza akaogopa pia na akajishauri. Kwa hiyo swala la rushwa nchini Tanzania aliko tu kwenye serikali kuu, swala la kwanza la rushwa linaonyesha wazi kwamba wataalamu wetu walioko halmashauri ndio chanzo cha rushwa, kwa sababu huko ndiko waliko karibu na sisi wananchi katika huduma, ikiwa moja TRA mbili, wizara afya, tatu, elimu. Lakini sosi ya yote ni TAMISEMI, na TAMISEMI hawana jinsi, wana wajibu wa kufanya amendment nzuri ya kikatiba kuweka karipio la rushwa na sio kumfikisha tu mahakamani mtu. Kitu kinachotakiwa sana sana ni kuweka kikatiba kwamba mlarushwa yoyote akikutwa ana mali iliyo iliyo nani, aliyokuwa na mali, ana mali nyingi kuliko utumishi wake anatakiwa adhibiwe katika katiba kisheria ya aina fulani. Eh, kulaumu tu Rais Samia kwamba na serikali yake nini na nini bado havitakuwa solution. Solution ni kuingiza sheria itayowahukumu wala rushwa nchini na pia serikali hiyo hiyo pia ina wajibu wa, wa kurudi chini kuangalia watumishi wake wa halmashauri kote nchini, sababu huko halmashauri ndiko walikuwa wasomi wengi, huko halmashauri ndio watendaji wakuu ambao walio karibu na sisi wananchi. Kwa hiyo serikali tunaiona kwamba ni vyema ikarudi kuwachunguza vizuri wafanyakazi wa halmashauri. Haya ni maoni yangu. Asante. Oh, <laughs> kwa jina tena anaitwa Mustafa Jimufa, mimi nina thubutu kusema, na sisemi bila uoga, ninasema kwa dhati kwamba amepelekea mpaka nchi yetu kufikia hapa tulipo sisi asilimia mia tano ni serikali. Sababu hilo analozungumza, ujumbe aliopita, kwamba kufunga sheria si kwamba sheria hazipo, sheria zipo, na ndio maana mtu ukikamatwa unapelekwa mahakamani, na mahakama hawezi kukuhukumu kitu ambacho kidogo kwenye nini, kwenye sheria mahakama inakutolea hukumu batene nini, wenye kwa katiba. Kwa hiyo chakulaumu sisi hapa au mimi aeai serikali moja, yani usimamizi haupo. Usimamizi haupo. Kwa moja usimamizi haupo, usimamizi kuanzia ngazi za juu huko ndio kulikokomaa rushwa mpaka chini, unamwadhibu nani? Kwa hiyo hii tunazungumza hii. Hii tunazungumza maoni. Na wanasema wewe wa si usikusishia nguruwe shamba. Usikusishia nguruwe shamba kwa sababu unalima kwenye nguruwe wengi, kwamba ni kilimo atakula, utakuwa si mimaji. Unalima ili kumdhibiti ili kunguruwe sije na kuleta unamdhibiti nguruwe. Umeita mikakati ya mitego nguruwe ni sasa pale, uhai wangu wa pale umeisha. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi hapa kwa serikali yetu, ni natoa maoni. Serikali iwe na usimamizi thabiti. Nikichukulia mfano mdogo, si mfano ni kitu hai. Wakati wa marehemu Magufuli utawala wake ilikuwa ile kujinasibu utajua, mimi unanijua mimi nani, asilimia tisini iliisha. Na ulikuwa ukienda mahakamani, ukienda hospitali, watendaji wa kazi zile za serikali kama na madaktari, manesi, nini, wanakuwa kwa makina ni waoga. Kwa nini? aliweza kwa sababu aliweka ulinzi na mikakati yakufanyaje ya kudhibiti hilo hilo. La kwanza. La pili, kulikuwepo hapa Dar es Salaam kulikuwa na mfumko wa panyarodi, fanya nini, panyarodi ilisemekana, panyarodi mfanyaje, wameshindikana. Lakini kumbe wakushindikana walikuwa wamelelewa na serikali. Serikali ilipoamua sasa, hapa panyarodi kisha, wapo tena, walipita nyumba kwa nyumba, hii nyumba bwana Kigufa ina mtoto na watoto watatu

Sasa tunazungusha tu jamani, serikali ndio inapelekea rushwa kuendelea. Mimi namaliza. Nashukuru sana mzee kwa, na na <coughs> eh, eh, kwa maoni yako mazuri, na maoni yako yamechukuliwa atafanywa kazi atafikishwa sehemu husika. Asante. Wengine engine kwenye maoni ni kif, nini kifanyike eh? kama wazee wangu walivyosema pale na pale kwa kweli <coughs> jamii imezoea ama kutoa ama kupokea rushwa kwa sababu mimi niliwahi kuona kwenye ofisi fulani ambayo watu walikuwa wamezoea kupokea rushwa, akawepo afisa mmoja ambaye alikuwa sio mpokea rushwa, akamhudumia jamaa. Baada ya kumhudumia akamwambia nenda, uendelee na shughuli na safari zako, au na shughuli zako. Yule mtu alisimama nje anasubiri unasubiri nini, anamfuata. Unasubiri nini? mbona nimeshakuhudumia? Akasema hapana, mimi siamini kama umeshanihudumia. hapa nina mzigo wako. Hajaombwa, lakini kwa sababu watu walishatengeneza mtandao. Kwa hiyo hata jamii yenyewe inatakiwa ipate elimu kwamba si wajibu wako kupata haki yako kwa kununua, na waelewe hivi. lakini wakati huo huo kama alivyosema mzee pale kwa sababu wewe ukiyafanya hayo kama jamii imesha basi na kupokea lazima utapata haki yako. Kwa mantiki hiyo elimu inadadika, lakini na mkazo kutoka serikali simamie, ili watu waweze kupata haki zao. Niwashukuru sana. Asante. Niwashukuru sana wazee wangu kwa maoni yenu. Mmetoa maoni mazuri sana na nimeandika natumai atafikishwa sehemu husika na yatafanyiwa kazi. Lakini kwa kumalizia, tumejadili kwamba nini kifanyike ili tu, tuipinge rushwa au ili rushwa ipungue katika nchi yetu. Maoni yangu na washauri yangu kwa jamii yangu na kwa nyinyi wazee wangu, kwanza tunabidi sisi tuwe wazalendo, tuipende nchi yetu. Ukiona kiongozi anatoa au anapokea rushwa huyo anakuwa anakufilisi, anakutia umaskini wewe, familia yako na kizazi chako. Ukimpa mtu rushwa, akikudai rushwa ili upite sehemu fulani, ukimpa rushwa wewe na ukatoa taarifa katika hatua za awali yule kiongozi aliyepokea ile rushwa atachukuliwa sheria na atawajibishwa ipasavyo. Umeelewana? Ukienda hospitali ukakutana na daktari anakwambia, mke wako siwezi nikamzalisha au mgonjwa wako siwezi nikamtibia mpaka unipe rushwa. Usubiri mtu wako afe, wewe mpe rushwa anayoitaka alafu katoe taarifa hatua za awali, na yule kiongozi atachukuliwa hatua, kazi yake itafutwa na sheria kali zitafata nyuma yake. o tu wazalendo, tuipende nchi yetu, vilevile tulipoti hayo ya matukio yanayoendelea. Ukimwona trafiki anatoa rushwa, mtaarifu, toa taarifa. Ukiona mwenyekiti anakuomba chochote kitu, toa taarifa. Ukiona wanaokusanya ushuru umu, au forodha zozote taarifa kama anatoa kinyume cha sheria au kama u ni kweli, matukio ya rushwa tunakutana nao mengi sana. Taarifa anatoa wapi? Watu wengi hawafahamu, mimi mi naona rushwa, natoa wapi taarifa sawa. Na sawa, nchi yetu ina taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ambayo ni TAKUKURU au mnaijua kama PCCB, huwa ina mawasiliano ya moja kwa moja. Kitu cha kwanza unaweza ukatuma meseji bure kupitia namba ya simu ambayo ni moja moja tatu. Umesikia vile? Ulio kwa namba ya kuzuia rushwa ni moja moja tatu moja moja tatu unatuma meseji. Naam, mwenyekiti, maiki. Haya, tunakuja hiyo Una... namba unatuma meseji au unapiga simu kupitia moja moja tatu u au unatoa taarifa kwa mwenyekiti au kiongozi wa serikali ambaye yuko karibu nawe. Ukiona ni mwenyekiti mwenyewe aliyotoa rushwa, nenda kiongozi wa, wa juu yake. Ukiona wote hujawaamini, kama una ushahidi, panda moja kwa moja ngazi ya juu. Tumeelewana vizuri. Hata kama ni mkuu wa wilaya akakuomba hiyo rushwa, wewe panda ngazi ya juu, toa taarifa atachukua hatua na hilo jambo litafanywa kazi. Natumai tumeelewana vizuri wazee wangu. Lakini hapa kuna kuna kitu hapa kabla Mike ajenda kule mwisho. Ndio. Kuna kitu hapa anaongea na mzee wangu hapa, amesema kwamba mda mwingine juu kule ndio ndo shida. Unajua huwezi uoka wa chini ukaanza kupigana na wajuu, kama wajuu kule anazembea hapa chini huwezi kufanya chochote. Unaweza kusema kuna kuna hii process ndefu kwamba ili, ili umfikie mkoa mkoa lazima uanze kupita, sio kwa mwenyekiti. Kuna hii process nadhani ndio inapelekea mzunguko mrefu wa nini wa nini. Kuna kipindi uh, marehemu hayati Magufuli aliendaga kabla hajawa rais, alikuwa waziri wa ujenzi yeah. na na ndamino yeah. Yeah. aliendaga nje akakutana changamoto moja, ambayo hiyo ni changamoto ambayo inakumba Afrika nzima kwamba kwa nini fedha ambazo zinatoka kwenye swala la miundombinu ujenzi wa barabara na miundombinu mingine inakuwa inafinywa na watu wengi yani, na haifiki haifiki sehemu husika. Ndio miongoni mwa pointi aliyosema ni kwamba mimi kuna mkono kule mwisho bana. Mimi naongea maoni yangu kidogo, kwenye eneo la rushwa. Tatizo la rushwa ni ukosefu wa haki ukosefu wa haki sehemu yoyote. haki kama ikikosekana, rushwa itawepo. misingi yake hiyo. Kwa mfano, leo tunazungumzia swala la TRA, sehemu zote wanazofanyia assessment kumkadiria mtu, hizo sehemu waweki kamera awaweki uh, kamera kwa sababu mle mazungumzo yasisikike, watu wapatane ili waweze kubalansi. Kwa mfano gari leo linajulikana, hii yaisti ikitoka e pale, kodi yake shilingi fulani, nenda kalipe moja, nenda fika ulipe uondoke kulikuwa na changamoto gani? Lakini hiyo hiyo gari leo wote tolea kwa ushuru wa milioni nane mwingine atakuja atatoa kwa milioni mbili mwingine atatoa kwa milioni moja Kwa hiyo misingi ya rushwa hati inakosekana, na hii yote serikali. Mpaka sasa hivi changamoto kubwa serikali hii sasa hivi tuseme Yani nashindwa kuelewa kwamba wao wanatakiwa waendane na mfumo wa dunia wa sasa yani wasikwepe hiyo dunia. Dunia iko mbele, ndio maana sasa hivi tunasema tuko kwenye 5G. Uwezi wewe kulazimisha uwe 2G unaenda slow, slow, slow. Waendane na watu, waendane na spidi ya watu. Mini hayo. Tunashukuru sana mzee kwa mawazo yako mazuri. Na mwingine mwenye maoni jamani, namalizia kwa mzee wangu hapa, twende tumalize. Asante sana, mimi na kwa jina naitwa Kawanga Anu Samkota. Na nadhani kwa swala la rushwa limejaa sana kwenye taasisi za serikali, taasisi za umma ndo zimejaa rushwa na kwa nini zimejaa rushwa? Kwa sababu mamlaka yao walionayo, wengine wameteuliwa na wengine waliomba, baada ya kupewa wanajua kuondolewa kwao kuna kazi kubwa. Kwenye taasisi za watu binafsi, rushwa kama zipo ni ndogo sana kuliko taasisi za serikali. Sasa kulingana na hivyo, tunaiomba serikali itumie mamlaka iliyonayo kwa watumishi wao kama walivyo waajiri kama walivyo hapa wa mamlaka na hivyo hivyo ndivyo kwa kuwashurutisha rushwa, kuweza kuiondoa swala linawezekana. Bila hivyo, ndio maana wananchi wanaweza wakawa wanaichukia serikali kwa baadhi ya watu wachache kwenye taasisi hizo kwa ajili ya kuchukua rushwa isiyokuwa na ulazima. Mtu yeyote anayeomba nafasi ya kazi anayeomba nafasi aina yoyote mtu aliyokuwa amekwama, anauhakika kwenda kwenye chombo cha kiserikali kwamba yeye apate haki yake ya msingi inavyoonekanika, haki yake ya msingi naye anainunua. Tunatengeneza chuki zisizokuwa na ulazima zingikwepeka sahili, kwa sababu tupo kwenye maoni. Tunaiomba serikali isimame kwenye majukumu yake, isiogope, wasiheshimiane huku, kuna watu wanavunja sheria, kuna heshima za kizembe asasa, TRA, jeshi la polisi, mahakamani, hospitali hospitali hizo zote hizo. Tuseme tu kama virushwarushwa vya walimu sio sana vya kuwatuma watoto maandazi maandazi na nini. Lakini huko tunakosema huko ni hatari sana. Asante sana, Asante sana. Nashukuru sana bwana. Mwisho. Basi kwa hiyo tumepata uh, maoni mbalimbali ya uh, swala zima la rushwa. Lakini nadhani ujumbe wetu mkubwa hapa ni kwa kwenda kwa serikali kwa sababu bila serikali hakuna hakuna maendeleo yote. Serikali isipokaza, ina maana hata jamii nayo haiwezi kufanyaje? Okay. Balozi una haiwezi ikakaza, si ndio? Jambo gani la kusema kwa kumalizia, labda ni washukuru sana wazee wangu kwa usikivu wenu, kwa kuchangia mawazo yenu. Mawazo yenu yamepokelewa kwa vizuri sana, yatafikishwa eneo husika na nitayapeleka, nitaenda nitawasemea pale. Nikipata feedback nitarudi, nitawaletea mrejesho kwamba tulienda tukawasema mawazo moja mbili tatu na nini kimefanyika. Nam uh, tulikuwa tena eneo yani la Mbagala Zakhem katika mgawa huu wa kawa. Tumepata hoja mbalimbali kuhusu swala zima la rushwa, fuatana nami upate kufahamu mengi aliyomo zaidi. OSR Media.